Uzinduzi wa soko la Mnyambugwe katika mtaa wa Chamwino kata ya Chihanga jijini Dodoma umeleta matumaini kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na kukosekana kwa eneo maalumu la kufanya biashara kwa muda mrefu. Wakazi hao wanadai soko hilo litawaondolea adha ya kuzunguka mtaani kutafuta wateja. Changamoto tulizokuwa tunazipata ni kwamba tulikuwa tunatembea muda mrefu, tena kwa mguu alafu changamoto nyingine, unaweza ukatembea kwa muda huo, alafu na ile biashara ikakosa wateja, ukarudi nayo pia nyumbani haijauzika. Lakini kama nikiuza nikiwa hapa karibu, hata kama sitapata wateja wengi, lakini ile biashara itabaki na kesho nitaikuta tena, nitaendelea kuuza. Sisi kabla soko halijajengwa hapa, tulikuwa tunafanya biashara za kutembeza huko kijijini na kwa umbali mrefu, tena kwa mguu, lakini <laughs> tunashukuru kwa ajili ya soko kujengwa tutafanya biashara kwa pamoja na tutapata elimu nyingi kwa sababu tumekuwa pamoja hapa kwenye soko, basi tutaongeza ujuzi zaidi wa kufanya biashara na tutajipatia kipato ambacho kinalingana na biashara tutakazoziendesha. Unaweza ukaingia sehemu fulani hapo, utakutana na soko fulani hivi, yaani soko lenyewe kwanza linavuja meza zake, halafu una, na unajua kuna watu wa, wa, wa imani tofauti huku so, nakuta wengine anauza ni pombe ilikuwa yani, ni, ni, ni, ni, ni, ni mchanganyiko. Soko sawa limetengenezwa na limezinduliwa, serikali nayo sasa inabidi iwawezeshe wafanya biashara ili wainuke kiuchumi zaidi. Kwa kweli nimejisikia furaha sana yani, nina amani na ninajua katika shughuli zetu hizi ndogo ndogo za wajasiriamali ya tayari, yani wametustiri kwa kiwango kikubwa. Zile biashara ambazo tulikuwa tunatembea juani tunahangaika nazo tayari tunakuwa tunazifanya kwa sehemu moja. Yaani ninachotamani kwa mimi kwenye mitaji yetu tulionayo, ningetamani sana atuongezee pale sehemu tulipo, tusonge mbele, yani tuwe kama na mitaji mikubwa inayotuongezea kipato kwa ajili ya kukizi familia zetu. Hata hivyo, waziri wa madini mheshimiwa Anton Mavunde amelipongeza shirika la msaada la kimataifa VSO kwa kusimamia ujenzi wa soko hilo, huku akiahidi kukamilisha miradi mingine ya kimaendeleo katika kata hiyo. Karibu karibu, Mheshimiwa ndugu Antony Mavunde. Wajibu, nitamke rasmi kwamba leo nimezindua rasmi soko letu la Mnyambugwe. Mnyambugwe, naamini mtalitunza soko hili, mtalitunza ili baadaye lije liwafae zaidi maji yako mengi hapa isipokuwa tuna changamoto ya tanki kubwa la kusambaza maji. Hii najua ndio na changamoto yenu kubwa. Ninaikumbuka na, na nitakwenda kuifanyia kazi. Kama mengine hatulishayaanza na yaanza nayo pia tutayafikia. Mkurugenzi wa mradi huu anasema soko hilo limejengwa kwa takribani miezi saba ikijumuisha jengo pamoja na miundo mbinu ya vyoo maji na umeme. Mradi huu tulianza ujenzi ilikuwa mwezi wa 4 2025 ambapo umetugharimu takribani milioni uh, 80 kuweza kukamilisha, ambapo mradi unahusisha jengo, eneo la biashara, lakini pia na miundo mbinu ya choo na maji katika mazingira haya. Sisi kama VSO tunaendelea na uh, mpango wetu wa kuwezesha jamii hii kukua kiuchumi Hivyo eneo la ujasiriamali na biashara ni sehemu msingi sana, na tulikuwa tuna mafunzo ya kuwajengia uwezo wa kina mama, lakini na kuwapatia miundombinu hii. Aa, kwa mchoro wetu na ujenzi ambao tumefanikisha litachukua takribani ya wajasiria mali mia moja, lakini kwa mpango wa muda mrefu wa jamii hapa kata Chihanga, ya Chihanga maeneo yote haya yataongezeka, maana yake idadi kubwa ya wajasiriamali wataongezeka mahali hapa, lakini kwa jengo hili ni takribani wajasiriamali mia moja watanufaika moja kwa moja mahali hapa. Hili ni soko la Mnyambugwe mtaa wa Chamwino kata ya Chihanga jijini Dodoma. Soko hili limezinduliwa leo na Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Mavunde au mbunge wa Jimbo la Mtumba. Soko hili lina uwezo wa kubeba takribani wafanyabiashara 100 na limegharimu takribani E, fedha za Kitanzania milioni themanini. Soko hili litawasaidia wananchi wa kata hii na mtaa huu katika masuala ya kiuchumi. Agnes Peter, James News, Dodoma.